Hello guys, karibu sana katika channel yetu ya Melisha Computer Class, na leo nataka nikuelekeze namna ya kuenda kusolve baadhi ya matatizo au problems ambazo zinatokea kwa baadhi ya PC ambazo nakutana nazo. Kuna wakati unakutana na PC inakuwa haitoi sauti, lakini Bluetooth ama Bluetooth inakuwa haifanye kazi lakini pia sehemu ya wifi ya yani network inakuwa haipandi. Kompyuta kama hii ambayo ni ina Windows 11 kiangalia hapa, lakini hapa chini ni alama ya speaker ni kwa muted. Na sio muted tu, maana yake hata kama utapandisha sauti, maana yake sauti X hii inakuwa haiondoki. Kwa hiyo hapa kuna shida maana. Kisha sehemu ya wifi ki-click hapa, maana yake hazifanyi kazi. Lakini vile vile ni kwamba una Bluetooth na baadhi ya vitu vinakuwa afanye kazi. Kwa hiyo kesi kama hii inavyotokea, naomba unisikilize kwa makini. Jambo la kwanza, kuna kitu nabidi ugundue kinaitwa drivers, ama software drivers. Kompyuta baada ya kuingizwa window ama kubadilishwa window, unatakiwa uinstall ama uangalie uweke drivers ambazo zinaweza zikaondosha baadhi ya matatizo. Sasa hizi hizi drive unazijua vipi, au software hii unaiangalia wapi? Kwa hiyo, kabla ya kuweka software, inabidi kwanza tukaangalie ye hizo drive zimemisi au nini shida. Sasa wewe utakuja hapa katika this PC, uta right click. Uki right click hapa, utaenda kwenye sehemu iliyoandikwa manage, hii hapa. Uta click mara moja hapa, ta click mara moja. Uh, hapa uta maximize kidogo. And then uta taangalia upande wa kushoto kuna sehemu hapa imeandikwa device manager. Hii device manager utaingia mara moja kwa ajili ya kucheck baadhi ya vitu. Kwa hiyo ukiangalia hapa unakuta hizi ambazo zina alama ya mshangao rangi ya njano, hizi hizi ni some drivers ambazo zimemis katika PC. Kwa hiyo kuna software ni lazima iwekwe ama yikifanya installation hapa na drivers, unaweza ukaweka ile ya pack solution ambayo ni ndogo tu. Hii unakuwa na download ina kama GB 4 hivi, lakini kuna ile SDI ambayo ina GB kama 19 hizo. Kuna wakati unaweza ukaziweka zote, lakini bado hivi vitu visifunguke, i mean bluetooth siweze kufanya kazi, lakini sound bado ikaendelea kutulia vile vile, kama haitofanya kazi na internet pia isifanye kazi. Kwa kuna file jipya ambalo naweza ukali download kwenye internet kupitia Google SDI drivers, lakini ili size yake ni na GB kama 49 au 47 maximum kama hivi. Kwa hiyo hili unalidownload ukisha download. Hii ni external drive, hii ni hard disk ya nje. Tayari mimi nishaiweka, kwa hiyo nitachomeka katika pc yangu, tachomeka kama hivi katika PC. Kisha nita close. Hapa tayari mimi nishagundua kama kuna drivers nyingi ambazo zime miss katika hii PC. Hizi zote ambazo zina rangi ya njano ni missing driver. Kwa hiyo lazima kompyuta isitoe sauti na internet pia haitaweza kupanda wala bluetooth haitaweza kufanya kazi na wakati mwingine hupelekea hata mouse kuganda hivi na baadhi ya button katika keyboard kutokufanya kazi. Alafu nitafungua hii this PC. Nitafungua this PC sasa, hapa nitasubiria external yangu ipate kusoma au iweze kusoma. Nitaangalia hapa hapa, ndio zile nani drives ambazo umezichomeka, kama hard disk, flash, zitapia hapa ama zitatokea hapa kama umechomeka kitu chochote kile, kama simu, flashi, external hadidiski kwa hiyo hapa ita- itasoma sasa. Bado hadidiski yangu haijasoma, nitachomoa kidogo kubadilisha port, yani sehemu nyingine, madilishi hapa, kisha nitasubiria hapa. Sasa hivi hadidiski imesoma, hii external yangu imesoma, na nitaifungua hii hadidiski kwenye drive hii hapa ya G. Nitafungua hii ni some drivers file lenyewe ndio hili hapa. Kwa hili file, uh, ukiliangalia hili size yake linajibia 49. Sasa how to install jinsi ya ku... Kwe... sorry linajibia 47 hili. Sasa how to install jinsi ya kuweka katika hii PC unaliwekaje? Na, na ili nime download lakini tayari nime, nime convert na kulibadilisha katika muundo wa kawaida na nimekuja katika mfumo wa Power ISO. Hii Power ISO ni software ambayo tunai download na kuweza kubadilisha baadhi ya program ambazo unaweza kuzitumia kuingiza katika PC yako. Kwa hiyo hapa nita right click. Right click, right click ili file kisha nitakuja kwenye open with, hapa nitafungua ili file kwa kupitia au kupitia window explorer, window window explorer hapa, hiyo kuna PowerISO, kuna VLC media players and then we have window play explorer hapa nita click mara moja, ile faili litafunguka hapa sasa. Hapo utaangalia utitafuta hiyo nani yako sd setup yako, setup ni hii hapa, ambayo ina bit sitini na nne hii hapa nita right click au nita double click hii yajuu, kwa sababu hapa siku mbili. Kwa hiyo hii yajuu ndio double click, kisha uta click yes. hizi ni drivers kwa hiyo unaweza ukachagua katika PC yako, ye kompyuta yako au PC yako unataka kuweka driver gani ya graphics au unataka kuweka driver ya spika ya, yani ya sound sauti. Memisi utatafuta umu utashusha u utatafuta kwa mfano speaker hapo, utaweza kutia tiki kwa driver ambayo itaingia huko au utainstall, itakuwa ni sauti tu au driver sauti tu. Kwa hii sauti hapa itafunguka baadaye, au kama kuna internet au kama ya bluetooth. Kwa hiyo utachagua ile ambayo unaitaka wewe, lakini hapa juu kuna select all. Ukiclick select all, maana yake driver zote ambazo zimemiss kwenye hii PC zitatokea hapa, au zitapia hapa, jumla ni 30 nisi. kwa hiyo kama ni zote, maana yake utaclick install, na hapo driver zitaanza kuingia moja baada ya nyingine. Kwa hiyo tutasubiri kidogo tuone namna zinavyoingia kama dakika moja hivi zikiingia hizi driver hapa, huwa huko zinapungua hizi nambari au idadi ya drivers, kila ambayo itakuwa inafanya ina, ina install huko, ita, itaondoka. Sasa hapo ndo drivers naingia katika PC yako, nyingine zinataka kuja update na nyingine hazipo kabisa katika PC. Kwa hiyo hapa sasa hivi zimebakia 29, kwa hiyo kadri zinavyoendelea kuingia ndivyo zinavyoendelea kupungua katika hii e list hapa hapo zinaingia na baada ya hapo, utakuta vitu vyote hivi viko active na vinafanya kazi. Kwa hiyo hapo driver zinaingia kwa wingi Hiyo namna drivers zinavyofunguka, zinavyoingia hapa, na zikimaliza, utakuta baadhi ya vitu vinafunguka. Kimaliza ikimaliza, hii hapa, drivers zimebakia kumi na sita, na baada ya kusha kumalizika kwa kujifanyia installation hii, PC itatakiwa jirestart. Kwa kikawaida huwa inajirestart yenyewe hii, lakini kama haikujirestart wewe unaweza ukasubiria muda mwingine automatically, au ukairestart wewe. Adaa hizi zitaweza kufunguka na PC yako itakuwa iko salama kabisa.